E, bwana release ya wimbo mpya wa Diamond Platnumz ambao unakwenda kwa jina la Katam. Actually hii ni double release kwa sababu kuna ngoma nyingine tena, inafahamika kwa jina la Babu ambapo e, Diamond ameziachia zote kwa wakati mmoja. Sasa huku mitandaoni, bwana, wadau wameanza kujiuliza kwamba e bwana imekuaje? E e, hivi karibuni tuliona kwamba Mboso alikuwa anatengeneza mazingira kwa ajili ya kurelease kazi zake upya tena kwa mara nyingine kwenda kwa Watanzania kwa sababu tunafahamu kwamba tokea Mboso atoke katika record label ya WCB hajaachia ngoma official Zito ikapokelewa vizuri zaidi kwa Watanzania. Kwa hiyo tunafahamu kwamba tulio, tuliona kwamba Mbosso alifuta kila kitu, akaanza kuposti viashiria kwamba anakuja na kazi mpya and then kila mtu alikuwa excited, excited kuona kwamba Mbosso anakuja na nini, na Mbosso of course ameshaanza ku release kazi zake, lakini kitu ambacho kilichoshangaza watu ni kwamba mara tu baada ya Mbosso kuachia ngoma ni kwamba huku pia upande wa pili Diamond naye pia ameachia ngoma mbili, na hiki ni kitendo ambacho uoga kinawaumiza na kuwavunja moyo wasanii wengi sana pale wanapoonaga kwamba wanapoachia track zao au wanapoachia project au kazi zao za muziki alafu msanii mwingine mkubwa mwenye power zaidi yake anakuja naye pia anaachia ngoma kwa wakati ule ule, ni kitu ambacho uoga hawa wasanii wengine wanajisiaga vibaya sana. Nadhani umshaonaga Mario alikuwaga analalamika sana kuhusiana na hiyo issue, akiwa anadai kwamba mabrother wanakabia kwa juu eh, kwa kutokana na vitendo vya kupandishiwa ngoma. Yani leo ameachia yeye ngoma, kesho Diamond, naye pia anaachia ngoma. Ni kitu ambacho huwaga kinawa disappoint. Sasa hicho ndo kitu ambacho kimemkuta Mbosso this time around na of course, mitandao ya kijamii watu wameshaanza kujadili kuhusiana na hilo swala. Kwa mfano kuna peji hapa ameandika kwamba bwana, kabla ya Mbosso hajaachia ngoma Diamond ameshaachia ngoma zake mbili. Akaelezea kwamba bwana, leo ndo ile Siku aliyo leo ndo ile siku ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu kupokea jambo la Mbosso baada ya kukaa kimya kwa muda mrefu tokea atoke WCB. Diamond usiku wa kuamkia leo ameamua na yeye pia kuachia kolabo zake mbili eh, kubwa kabisa mmoja amefanya na BN kutoka Kenya na nyingine amefanya na Masterpiece kutoka South Africa je kwenye swala la biashara ya mziki hizi hii imekaa sawa au wadau mnaichukuliaje hiyo ni page moja wapo imekuja kuhoji kuhusiana na hicho kitendo kwamba Mbosso alikuwa anajiandaa kwa ajili ya kuachia kazi zake and baada ya kukaa kimya na baada ya kutoka katika record label ya WCB ghafla Diamond naye pia ameachia mawe yake mawili ya kachia, kwa ya kwa ke, eh, kwa Diamond, kwa hiyo hapa Mbosso hawezi akiachia kwa sababu akiachia za kwake eh, tension yote iko kwa Diamond kwa sababu sasa lakini ukachana na hilo pia, e, page nyingine hapa, huyu ni Haja the Credible na yeye amekuja kutoa maoni yake kuhusiana na hii issue. Ameruka pia live kupitia Bongo FM amesema kwamba bwana, ni kweli kwamba Diamond Platnumz amempandishia nyimbo Mbosso asisikike. Umeona bwana eh? so hivyo ndivyo mambo yalivyo, kwa watu wengi sana wanahoji kuhusiana na hiyo issue, wakati wanasema mwenyewe Diamond alidai kwamba e, Mbosso alitoka pale kwa kiroho safi na pia vile vile hajamchaji hata hamsini, na anamtakia kila laheri. Sasa inakuwaje tena kijana anataka kuachia project, Diamond amepandisha ngoma zake mbili leo? Weka maoni yako katika comment section, tutakao tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.